Sunwe ahli almayit taaman, watu waliofiwa kutengeneza chakula nyumbani. Siku hizi zimekuwa kama pekniki. Kulikofiwa msiba, unakuta una kilo mia tatu za bila, za wali, kuna shaba zimewekwa, nini sadaka ya nani? Inapikwa chakula cha kutosha, hamjakwenda makaburini mna shiba au baada ya kuzika tena mnatangaziwa kuna sadaka nyumbani. Na cha kushangaza, anaweza dai wa ahlu sunna waljamaa anatangaza vitu hivi, unashangaa kabisa. Ndugu zangu, hili jambo silo, silo. Mtume amelikataza. Kwenye furaha ndio kwenye pilao, kwenye huzuni kuna pilao vipi? Mbona tu yachanganya mambo mawili? Angalia haya mambo haya, asema wa sunna tu na iliyo sunna an yubadira aljiranu wlaqaribu wlasdiqau fi sunai ltaami wa idaiha liahli lmaiti, sunna ni majirani, marafiki, watu wa karibu, ndugu zake, kutengeneza chakula na kuwapelekea waliofiwa. Hii ndiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ndiyo sunna. Ama masala mazima ya kupika

Alipofikiwa na habari ya kwamba Jafari bin Abi Talib katika vita vya Muta amepata shahada, akaenda nyumbani, akawa kwa familia, akawa anachukua anawashika wale watoto na nini, akiwaambia masahaba na wale waliohudhuria, tengenezeni chakula, tengenezeni chakula, pelekeni kwa watu wa Jafari, wamefikwa na jambo la kuwashughulisha. Msiba unashughulisha msiba unafanyaje? Unashughulisha, lakini kama msiba unashughulisha, fikiria sasa, unashughulika pia na watu hawa, watakula nini? Unashughulika na wageni, wakija, watashughulika nini? Wageni peke yake, wageni waliotoka mbali ndio wanaokula pale tena chakula kilichotengenezwa na majirani. qala Jariru bin Abdillahi Albajali radiallahu anhu wa arda bali, Jariri bni Abdillahi razi za Allah zimwendee asema: kunna naudu lijtimaa ila ahli almayyit wa sunaatuhum ta'ami linnas min an-niyah. ja, ja, huyu jariri asema, nili, tulikuwa sisi kipindi cha masahaba ilikuwa kwenda kukaa kwa wafiwa walikokaa, alafu tukakaa kitengenezo chakula, tukaanza kula. Ni katika niyah na niyah ni ile, mtume anasema, arba'a min jahilia, mambo manne katika jahilia. Niyah kuomboleza, kuomboleza wanaha nabii sallallahu alaihi wasallam an-niyah fil hadith sahih, na amekataza niyah kule kukaa na kula na kuandaliwa chakula mnaomboleza. ahibatu fillahi, ifike mahala iangalie, tunakwenda wapi. Hii dini ina mipaka yake na ina taratibu zake, na isiwe mambo tunayafanya bila kujua. Hili ni kosa kulikofiwa, tunatakiwa Alimamu Shafi rahimahullah taala asema katika uandaji huu wa chakula, anasema antakuna yawman wa laila, usiku mmoja mchana na usiku, wajitosheleze wale watu. Haya ndiyo mambo maarufu kwa masahaba, lakini sisi kila siku tuanzisha mambo tuanzisha mambo. Huu uanzishaji dini tunaipeleka wapi ndugu zangu?